Mpenzi mtazamaji wa KVZ Online TV, matumaini yangu kwamba ni mzima wa afya. Ni siku ya Alhamisi ya tarehe ishirini ya mwezi wa kumi na moja, elfu mbili na ishirini na tano, tukiwa tupo ndani ya ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwa ajili ya kukabidhiana ofisi baina ya Mweshimiwa Waziri Masudi Ali Muhamed na kumkabidhi Mweshimiwa Waziri Idrisa Kitwana Mustafa. Sisi KVZ Online TV tupo kwa ajili ya kuweza kukuonyeshea wewe makabidhiano hayo. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho.

Nishukuru nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya na uzima tukaweza kukutana asubuhi hii katika jambo hili muhimu sana, jambo ambalo inakwenda kutengeneza spidi zaidi katika kuendeleza wizara yetu hii na kuendeleza maendeleo ya nchi yetu. Nimechukua nafasi hii kwa dhati kabisa kumpongeza sana ndugu yangu Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za sembele na Mwenyezi Mungu atakulinda na utafanya kazi hii kama vile ambavyo Mheshimiwa Rais anatarajia. Tuchukue nafasi hii pia kwa dhati kabisa kuwashukuru sana watendaji wa ofisi hii kuanzia katibu mkuu, naibu katibu mkuu, lakini hata akiwemo mwenyewe Mheshimiwa Waziri, kwa sababu na yeye alikuwa sehemu ya watendaji wa ofisi hii na wote tuliokuwepo katika kipindi changu cha miaka mitano hapa, tumenipa mashirikiano makubwa sana, tumefanya kazi kwa pamoja. Kubwa nayotaka kusema hapa ya mwisho ni mambo mawili. Moja ni waombe sana sana zaidi ya sana, mpatieni mashirikiano yasiokuwa na mipaka Mheshimiwa waziri wetu, mwamini tu, mafanikio yatakayotokana na wizara hii hayatokuwa ya kwake peke yake, yatakuwa ni ya wizara nzima. Kwa hiyo nipende sana kwa dhati kabisa kwenye portfolio ya tawala za mikoa, kwenye portfolio ya serikali za mitaa, kwenye portfolio, portfolio ya, ya, ya idara maalum za SMZ tumpatie mashirikiano makubwa sana sana sana, mheshimiwa waziri, viongozi wenzangu, nyote kwa nafasi zenu, wafanya kazi, mimi si mgeni kwenu, sekta zote mnanifahamu nachokiomba kikubwa kutoka kwenu ni mashirikiano ili tutimize lengo na azma ya mheshimiwa Rais wa, wa Zanzibar, ili tuone kila kinachotakiwa kufanyika na maendeleo ya wizara yetu hii yaweze kufikiwa. Niombe mashirikiano yenu makubwa sana. Roho yangu inaniambia nimeenyejika kwa sababu sijatoka kwenye kaliba nyingine metoka kwenye kaliba hii ya tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMC. Yule Idrisa mnayemfahamu nyinyi, aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati, yule ndiyo yule, yule yule ambaye leo tumebadilisha tusoni. Ombi langu bila ya nyinyi wenzangu nyote, kwa nafasi zenu, kwa idara maalum, serikali za mitaa pamoja na za mikoa kwa ujumla. Nikiripoti kutoka ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ. Abdulatif Abdallah, habari na picha, KVZ.